Ifuatayo ni historia ya marehemu Jackline Jeremia Haruni Mapesa. Alizaliwa Nkolo Bariadi, tarehe 28 mwezi wa 11 mwaka 1989. Ni mtoto wa tisa na wa mwisho kuzaliwa kwa mzee Jeremia Haruni Mapesa na mama yake aitwaye Esther Bupunga Nkunu. Alisoma shule ya msingi Nkolobi Bariadi kuanzia mwaka 1997 hadi 2004. Baadaye alisoma sekondari kwa kidato cha kwanza hadi cha nne kuanzia 2005 hadi 2008, shule ya sekondari ya Adriani Mkoba Morogoro. Alisoma kidato cha tano na cha sita kuanzia 2009 hadi 2010 katika shule ya Adriani Mkoba Morogoro baadaye alijiunga na chuo kikuu Mzumbe kusoma shahada ya uongozi usimamizi wa serikali za mitaa kuanzia 2011 hadi 2013. Alifunga ndoa na Charles Matekere April 2016 Mzumbe Morogoro. Kuugua. Marehemu aliugua kwa muda wa wiki tatu kuanzia mwanzoni mwa Oktoba 2025. Alianza kupata matibabu katika hospitali ya DCMC Nchuka Dodoma na baadaye kuhamishiwa hospitali ya Benjamin Mkapa Dodoma. Baadaye alihamishiwa hospitali ya Muhimbili Mloganzila kwa matibabu zaidi. Marehemu alisumbuliwa na tatizo la kinga za mwili kushambuliana zenyewe kwa zenyewe, kitaalamu kama multiple sclerosis ambayo ilipelekea moyo na mapafu kushindwa kufanya kazi kitaalamu zaidi cardiopulmonary arrest. Marehemu alifariki majira ya saa saba mchana siku ya Ijumaa, tarehe 24 Oktoba 2025. Marehemu ameacha, mto, ameacha mume, watoto watatu wa kike mmoja na wa kiume wawili. Bwana amelitoa Bwana ametoa, jina la Bwana limidiwe na kutukuzwa. Amina.